Kuzungumzia utekelezaji na mafanikio ya mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi yani HIT, High Education for Economic Transformation. Uh, project yetu katika chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam, tunatekeleza mradi wa HIT. Yani elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi. Mradi huu ni wa kimkakati na una umuhimu wa kitaifa katika kubadilisha elimu ya juu kuwa chachu ya uchumi wa viwanda na maendeleo endelevu ya taifa letu. Historia fupi ya mradi. Mradi wa Hiti ni mpango wa kitaifa unaotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa thamani ya dola za Marekani milioni 425. Lengo kuu la mradi ni kuboresha mazingira ya kusomea na kufanya mitaala vyuo iendane na soko la ajira, hivyo kuimarisha mchango wa taasisi za elimu ya juu katika ukuaji wa uchumi utafiti ubunifu na uzalishaji wa rasilimali watu wenye ujuzi wa kisasa. Hivyo tunaishukuru kwa dhati serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kututengea chuo kikuu cha Dar es Salaam kiasi yes, cha dola milioni 49.5 ikiwa ni takriban shilingi za Kitanzania bilioni 121 kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia Julai 2021 hadi Juni 2026. Kwa upande wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, utekelezaji wa mradi huu umeleta fursa ya pekee ya kuboresha miundo mbinu kuimarisha ubora wa wanataaluma kwa kuwajengea uwezo kuboresha mitaala na kupanua mchango wa chuo katika maendeleo endelevu ya taifa. Malengo mahususi ya mradi wa HIT katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, utekelezaji wa HIT umejikita katika malengo makuu sita. Moja, kuboresha miundo mbinu ya kufundishia na kujifunzia, ujenzi wa madarasa ya kisasa, maabara, karakana na vituo vya kujifunzia kwa njia ya kidijitali. Kwa namna ya pekee kupitia mradi wa HITI, chuo kinajenga kampasi mpya katika mikoa ya Lindi na Kagera. Mbili, maboresho ya mitaala, kuoanisha mitaala na mahitaji ya soko la ajira, viwanda na jamii. Haya yamefanyika kwa kufanya mapitio ya mitaala na kuwa na mbinu za kisasa wakati wa kufundisha. Tatu, kujengea watumishi uwezo kupitia mradi tunatoa ufadhili wa masomo ya uzamivu na mafunzo ya kitaaluma. Nne, mabadiliko ya kijidichali. Mradi umepanga kuimarisha miundombinu ya tehama hapa chuoni, mifumo ya kujifunza kwa njia ya mchanganyiko, yani blended na mtandao, yani online, na kutoa mafunzo ya namna ya kutumia mifumo kwenye kufundishia. Tano, utafiti, ubunifu na uhusiano na sekta ya viwanda hapa. Kupitia mradi tunalenga kukuza ushirikiano kati ya chuo cha Dar es Salaam na sekta binafsi katika ubunifu na, na biashara ya teknolojia. Kana na uwajibikaji, usawa wa kijinsia na uendelevu wa taasisi. Hatua na mafanikio ya utekelezaji. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimefikia asilimia 80 katika utekelezaji wa mradi huu tangu ulipoanzishwa. Kupitia utekelezaji, mafanikio makubwa yamejitokeza kama ifuatavyo A, ujenzi wa miundombinu ya kisasa kupitia hit, miradi kadhaa ya kimkakati imeanzishwa ikiwemo uanzishwaji wa kampasi mpya mbili zilizopo Lindi, Ngongo na Rwangwa majengo tisa na Kagera majengo matatu, ujenzi wa zaidi ya majengo 11 mapya ya kufundishia na ofisi za wahadhiri ambayo yamefikia asilimia sabini na tano hadi sasa, na majengo haya ya kisasa yapo Dar es Salaam na taasisi ya sayansi za bahari, yani kule Zanzibar Buyu ujenzi wa hosteli za wanafunzi wa shahada za uzamili zenye uwezo wa kutoa malazi kwa wanafunzi 51 na shahada za awali 386. Ujenzi wa kituo mtambuka cha huduma za jinsia na mahitaji maalum, na ukarabati wa majengo yaliyopo block L, S na Q katika ndaki ya wandisi wa teknolojia, yani pale Quite. Majengo mapya yana maabara, studio na karakana ambazo zinafungwa vifaa vipya kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia. Haya yote yameongeza uwezo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhudumia zaidi ya wanafunzi 45000 wanaosoma katika ngazi mbalimbali. Mbali kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parrot Hotel iliyopo Kaloleni, katikati ya jiji la Arusha, ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye viloo kumi na tatu zenye vyumba zaidi ya mia moja vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya, baada ya chovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.